Mimi nilikuwa nikiongea hapa nawambia, jamani, amani ni amani ni kitu muhimu, watu wakawa wananibeza, Shehe Mazinge umepewa hela, ukaambia mimi sipewi hela, hakuna mtu anaweza kunipa hela mimi, wallahi, wabillahi na hapa, toka nimeanza kuhubiri wallahi, wabillahi, wallahi, wallahi. Na na matajiri wote wa Dar es Salaam, hakuna tajiri alishawahi kunipa mimi milioni kumi akaa stai hii nakupa zaka kaaga, na mpango huo haupo mpaka kiyama haupo. Amani ni nini? Amani ni utaratibu alioweka Mwenyezi Mungu wa kufanya ibada, ndio mitume wa zamani wote. Musa alipokuja akaitangaza amani, akaja Nabi Nani akatangaza amani, akaja Ibrahimu akatangaza amani, akaja Joshua akatangaza amani, akaja Yesu katika Yohana kumi na saba ishirini akawaambia wanafunzi, amani iwe kwenu. Alipokuja Mtume Muhammad kumi kumi Qurani akasema maamkizi ya watu wa peponi itakuwa assalamu alaikum wa wa, amani iwe kwenu. Aa, mitume walipewa hela na kulize awa mitume walipewa hela. Ukiwa kwenye amani, maana yake katika ibada ya aa Waislamu, nataka nikusieni, nakuishia nafsi yako abada ni amani, ni kitu muhimu sana. Wewe wenyewe mmeona wekilizo, mmeona hakuna kutoka hakuna mpaka mitume wote kinamamposa sivuma kipisile wote ndani wote walikuwa mitume, wanatoa pepo, wanaponya viwete ndani, na wengine wamekuta wako Kenya, mtume kakimbia wafuasi fanya <tinyo> mchezo. Wallahi wa billahi watalahi, hakuna mtu aliyenipa hela nikutangaza amani, kwa sababu najua bila amani huwezi kufanya. Angalia ni gazi Angalieni Gaza nadhaliwa, mimi nakutagaza waarabu wale wa Palestina. Hebu fikiria, nyesi wiki tu mmeona, wiki tu mmeona, wenzetu toka arobaini na tisa wanakwenda mbio, waislamu wale. Juzi juzi kuna watu wamekaa ndani miaka ishirini, wamekamatwa. Waislamu wako ndani miaka ishirini, wanatoka nje, wanaambiwa umemwona huyu. Dada yako alikwepa, kaka yako kaondoka, anafanya utu, wanalia. Acheni nyei Acheni wallahi, tucheze vitu vyote, lakini sio aa. Hivi mnanielewa? Mnanielewa wenyewe, nyenye majumba huku, ndio mmejenga majumba kabisa, mmeweka na waya wa kutisha wenzenu, nyumba hii, mmenielewa? Mmenielewa? lazima mnielewe. Bila amani ya majumba ya faida yoyote? Jamani, haya maneno unasema, naongopa kweli? Wewe, wewe, bunduki we zinapigwa wewe, utaangalia TV wewe.